Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa, wa, nadhani tukiendelea katika hizi deba za mashekhe sijui waze, wazee sijui bidana, vijana hatutafika ha. Lakini ningewaomba tukitu kimoja kwanza, yeyote anajihisha na elimu ya kidini aungane kwanza na baraza la walimu, fikira zake zinakaribishwa ikiwa ni planingi tutazipata tuzipate kwenye baraza ambalo limeungwa, kwa sababu hakuna kitu kitakwenda bila uongozi, na sisi kama hatujakubali uongozi, hatutofika fasi. Tabu ya jamii yetu inapinga uongozi, wanataka wajende vile wanataka, na hapa hatutopiga hatua. Mawaidha yamepangwa yako na, na malengo Sheikh Ismail, watu wameikaa chini wakazungumza, yako na malengo, ni kwa sababu tunazindua sura mpya. Watu walikuwa wameisha sahau kukumbushwa, hii ni nafasi ya kuwakumbusha na kuwaleta katika organisation, ili kila ambacho kitafanyika katika jamii yetu kiwe kinalenga mwongozo mpya wa kuheshimu uongozi. Sheikh Rama kama amezungumzia kuheshimu uongozi, hichi kitu hamna kwetu. Nataka nitoe mfano, ni nani katika waislamu alishachukua shughuli yake ya ndoa akaielekeza kwenye baraza la walimu? Ni nani? Ni nani?

Sasa mimi nimeshakusikia, lakini kuna kitu kimoja. Wasomi wa dini wamekusanyika, wameikaa sehemu moja, wamejichagua ni nani kiongozi wao. Kosa tunaweza kuwa tumelifanya ni kutokuwatangazia tulikubali, hatujawatangazia rasmi uongozi wetu, muukubali au muukatae. Kama tunafanya kosa tu, tunalikubali, na ni fursa, tunatangaza kama tuna uongozi ambao tunao Baadaye sisi kukataa au kukubali hiyo ni mengine. Sisi tunasema uongozi upo, uongozi upo, lakini wale ambao watakuwa na mapendekezo tunawaomba kwanza mpeleke katika huyu uongozi ambao tunawatangazia leo, na yale mapendekezo yenu ya mabadiliko muyalete na nia nzuri muyalete na nia nzuri, na sisi tumejikusanya kwa ajili ya kujenga umma, si kwa ajili ya kuumboa. Ndio nilitaka ni nitoe kidogo mwelekezo, inshallah. Alaykum, wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.